Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasuli karim wa ala ahlihi tayyibina tahirina wa man wala. Ndugu zangu wa Islamu, karibuni tena leo tutaka kuzungumzia kuhusu Tazkia, utakaso wa moyo mw. mwezi wa Ramadhani ukiangalia ni wakati wa utakaso wa ndani ya nafsi zetu unaojulikana kama Tazkia. Utakaso huu ni ule ambao unasafisha roho yetu ya machafu machafu kama uchoyo, ubakhili, wivu, hasira, usemi mbaya, kutokuwa na imani na huruma, kutokuwa msamehevu na mengi mengineo. Saumu husaidia kusafisha moyo kwa hivyo, na kumfanya mtu kuwa na hisia zaidi za kiroho na kujifungamanisha na uwepo wa Allah subhanahu wa taala katika maisha yetu na kuimarisha uhusiano na Mwenyezi Mungu pamoja na kutafuta uongozi wake. Kuna duaa Rasul sallallahu alaihi wasallam ametufurishi kwa kwenye Sahih Muslim, rudia baada yangu mimi: Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wamaulaha. Ewe Mwenyezi Mungu, ijalie nafsi yangu uchamungu na uitakase. Wewe ndio bora wa kuitakasa, Wewe ndio mlinzi wa nafsi yangu na ndiye mola wa nafsi yangu. Barakallahu fikum. Mpaka hapo tutakapokutana tena, jazakumullahu khairan.